Unajua, Yesu alikuja kutupa uhuru, si ndio, eh? Alikuja kututoa katika ulimwengu wa giza, linasema akatuhamisha kwenye ulimwengu wa nini? Kwenye ulimwengu wa nuru. Na alivyotuhamisha kwenye ulimwengu wa nuru, hakutuhamisha tubakie pale. Linasema akatupa na nini? Na mamlaka. Kwa hiyo kula kwako wewe kuna kutegemea, kutoka kwako kuna kutegemea ndani ya Kristo Yesu Ulimwengu wa roho unaanza kusearch kwa maeneo kadha wa kadha, unaanza kusearch jiografia ya kuzaliwa kwangu inasemaje, jiografia ya maisha ya ndugu zangu inasemaje, wao waliishije, walitembeaje na sasa wako vipi? Jinsi nilikuwa naongea na mtu mmoja, nikamwambia wewe ni mtu ambaye Mungu amekubariki ili uwasaidie ndugu zako, lakini uko akasaidiana akanambia kwe ni kwenda. Nikamwambia unachua, kwa nini hukuwahi kuchua kanuni ya Mungu? Hukuwahi kuchua ya kwamba nini unatakiwa kufanya? Hukuwahi kuona ya kwamba a, a, mimi si maskini, mimi nataka nisaidie ndugu yangu huku ndugu zangu? Hukuwahi kuona, we umeridhika tu na hali ulionayo, alafu unasema nikiamka siku nzima tu kiwepo, maisha yanaendelea, sindivyo? Tulivyo mengi, ukipata shilingi mia watoto wa kila, maisha yanaendelea. Nafanya kazi, ni malipo laki tatu, maisha yanaendelea lakini nini? Lakini kumbe kuna milioni moja mbele yako, kumbe kuna kuna hatua nyingine mbele yako. Sasa usidhirizike mwana wa Mungu, sisi tuliokoka bila nasema mara mia duniani na mara mia watu mbinguni. Kuna wengine, mtu mmoja juzi akawa ananiambia kwa nini watu wa dunia wale wasio na haki wao wanafanikiwa kuliko sisi? Nikamwambia sio kwamba sisi hatufanikiwi, nitakuonesha kwa nini kwa hiyo kanuni ya Mungu ni kutujibu maombi kulingana na jinsi tunavyoona, kama ambavyo tumesoma katika Mithali 23 mstari wa saba. Lakini kitu chochote kinachotakiwa ni lazima ilete matokeo na mabadiliko katika maisha yetu, katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Kitu chochote tunachokiona, usione tu alafu ukabakia pale, na kama yule malaika si wakati wake, lakini kama Mungu anasema ni wakati wake, maana yake maisha ni kung'ang'ana, iwe shetani atake asitake. Tuko kwenye kinyanganyiro, watakatifu wa Bwana. Ulimwengu wa giza unataka tusifanikiwe, lakini mahali ambapo unatakiwa kufika. Sasa nini cha kufanya? Kwanza, ona maisha yako jinsi ulivyo, ona maisha yako jinsi yalivyo na jinsi yanavyoenda. Ukisha kuisha kuyaona hayo maisha, ile inasema ina imani, chukua nini